Naitwa Furaha Hussein Mbakile, afisa mtendaji mkuu wa Kizimkazi Sports Promotion. Tumekuja leo wilaya ya Mkuranga mkoa wa Pwani, na juzi tulikuwa wilaya ya Kibaha mkoa huu wa Pwani, na yote sisi tunashiriki kwenye upandaji wa miti, lakini kusapoti siku ya wakinamama taifa, kwa maana duniani, na Mheshimiwa Rais alikuwa Arusha na sisi tukaona sio vibaya tukashiriki hapa mkoa wa Pwani, na tutakuwepo hapa mkoa wa Pwani mwezi mzima huu. Yote hiyo kwa ajili ya kuanikiza kuelekea uwashaji wa Mwenge mkoa huu lakini sisi jukumu letu namba moja ni kupanda miti ya matunda kwenye taasisi za serikali, kwenye shule za msingi, sekondari, zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, hospitali za mkoa, ofisi za kata, ofisi za wakuu wa wilaya, ofisi za wakuu wa mikoa, yote hiyo ni kuhakikisha tunamuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye maswala ya lishe. Kwa majina naitwa Subira Mgalu, mimi ni mbunge wa viti maalum wa mkoa huu wa Pwani, ambaye kwa ndani ya utaratibu wa Chama cha Mapinduzi nina hudumu mkoa mzima wenye majimbo tisa ya uchaguzi na halmashauri saba n ah, tunafurahi kwamba sasa Mwenyezi Mungu imempendeza tumepata Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo niwatakie wanawake wenzangu wote heri ya siku ya wanawake duniani. La msingi tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kuwa wadilifu, tuendelee kuwa na malezi. Taifa hili sasa hivi ukiacha adui ujinga, ukiacha adui wa maradhi ambao serikali imepambana, huyu adui wa ukatili wa kijinsia wa watoto wetu wa kike na wa kiume. Adui huyu apambaniwe na serikali peke yake, lazima sisi kama wanawake wazazi na kina baba, vita hii ya adui wa, wa matukio ya ukatili wa kijinsia ni vita yetu sote, tuipambanie ili tupunguze matukio hayo, ili tujenge kizazi wasichana wa baadaye. Leo tunasema wanawake na wasichana tuimarishe uh, haki, usawa na uwezeshaji. Wasichana hawa lazima tu, tuwaandae lazima wawe wasichana wasio kuwa, wasio kumbwa na matukio ya kijinsia ya udhalilishaji, tuwalinde na watoto wa kiume tuwalinde. Anaitwa Hadija Nasir Ali, mkuu wa wilaya ya Mkuranga. Uh, leo tukiwa tunaadhimisha siku ya mwanamke duniani. Uh, sherehe hizi kimkoa imefanyika hapa wilayani kwetu, wilaya ya Mkuranga. Na kwa kweli sisi wana Mkuranga tunaona tumepata heshima kubwa kwa wenyeji wa shughuli hii ya kimkoa. Na nimefarijika kama mwenyeji kuona wanawake wa wilaya zote saba na halmashauri zote tisa wamejitokeza kwa wingi kuhudhuria hapa, kujumuika kwa pamoja kusherekea. Kwa hiyo nashukuru leo tumeweza kutembelewa na ndugu zetu kutoka uh, Kizimkazi Sports Promotion. Wao wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana ya kuendelea kuhakikisha jamii zetu wilaya zetu mikoa yetu inajikita na program mbalimbali za upandaji miti ili tuendelee kuhifadhi mazingira yetu, kama ambavyo Mheshimiwa rais amekuwa akifanya hivyo ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo sisi tunafarijika na niwaambie tu wenzetu wa Kizimkazi Sports Promotion, wilaya ya Mkuranga, lakini mkoa wa Pwani kwa ujumla, tuko tayari kuto ushirikiano tuko tayari kuendelea kuhakikisha tunapanda miti kwa pamoja, lakini pia tunalinda mazingira haya. Asante. Kwa majina naitwa Omar Juma Omar, ni mwenyekiti wa taasisi ya mtetezi wa mama mkoa wa Pwani. Leo ni tarehe 8 mwezi wa tatu 2025, tuko hapa wilaya ya Mkuranga kikubwa si ni kuazimisha siku ya wanawake katikaa wetu na siku hii, kwa sababu ni moja kati ya njia ambayo ya kutambua thamani ya, ya wanawake katika nchi wana yetu. Ni moja kati ya njia ya kumheshimisha mama kama mama. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa asilimia 95 kuwapambania wanawake. Cha kwanza, amushi amewatoa ndoo kichwani. Cha pili, amewaletea nishati ya gesi ambayo ni nishati ambayo nao kuwa mama kiafya naenda kumpa mama wanafanya shughuli zake wa ufasaha na ufanisi bila kupata matatizo yoyote. Hii ni heshima kubwa kwa mwanamke na tunachokizungumzia Mama Samia ni mitano tena Mama Samia, Mama Samia. Mama Samia. Tena. Mama Samia. Tena.